Nam, kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho ambao ni mchezo wa nusu fainali kati ya Young African pamoja na JKT, mchezo huo ambao mashabiki wanautazamia kwa macho mengi sana kwa sababu wanatamani kufurahi eh, na kuhakikisha kwamba eh, kile ambacho wanakitarajia kinapatikana. Aidha, eh, mashabiki wa Young African wanatamani kuona Young African wanafika fainali, lakini pia m, eh, mashabiki wa JKT wanatamani kufika ukuona JKT inafika fainali. Tutarajie nini siku ya kesho na tutazamie nini hasa mchezo wa nusu fainali wa kombe la CRDB ambao utawakutanisha kati ya Yanga na JKT Tanzania? Ni mchezo ambao unatazamiwa kwa namna nyingine kabisa, kwa sababu mara ya mwisho timu hizi mbili zinakutana ilikopo ni katika michezo ya ligi kuu, ambapo JKT Tanzania na Young Africans wote walitoka draw ya bila kufungana, lakini kwa sasa hivi timu hizi mbili zinaingia uwanjani zikiwa zote na malengo ya kushinda kwa ajili ya kuingia fainali. Yanga wao wanaamini kwamba ile ilikuwa ni bahati mbaya tu kwa JKT kutoa nao draw. Lakini JKT nao wanaingia katika mchezo huu wakiwa wanaamini kwamba wala hawakubahatisha kutoa draw na Yanga, na ikiwezekana basi wao wafunge kabisa. Mmoja wao ambaye ataweza kufanikiwa kuingia katika fainali basi atamsubiri mshindi ambaye atapatikana katika mchezo wa nusu fainali utakaochezwa kati ya Simba na Singida Black Stars. Kwa hiyo mmoja kati ya Simba na Singida atakayeshinda, basi ndiye atakayeungana na mshindi ambaye atapatikana katika huo mchezo wa nusu fainali kati ya uh, Yanga na Jeketi Tanzania. Kwa upande wa Yanga mashabiki wanaamini kwamba mchezo huko ni mrahisi na wala sio mgumu. Wanaamini kwamba ni mchezo ambao unaen, unaenda kuwapeleka fainali na iwapo watakapofika fainali basi wanaweza kuchukua kombe la CRDB, lakini pia JKT Tanzania nao pia wanaamini katika uwezo wao, wanaamini kwamba hili ni kombe ambalo pia wanalitegemea, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa ligi kuu Yanga wao wanaongoza ligi, kwa hiyo ni kama mchezo mmoja tu ambao unaweza ukaamua Yanga abebe kombe ama sibebe lakini mpaka sasa hivi Yanga na anaamini kwamba yeye anaweza akabeba kombe, lakini kwa upande wa JKT Tanzania yale matumaini ya kuchukua kombe hayapo kabisa, kwa sababu wala hayupo katika nafasi ya pili wala katika nafasi ya tatu. Mchezo huo unatazamiwa na mashabiki wengi sana Tanzania, kwa sababu hata ukiangalia, kuna msafara mkubwa sana wa mashabiki wa Young Africans ambao walikuwa wanasafiri kutoka Dar es Salaam na kuelekea Tanga kwa ajili ya kutazama huo mchezo. Kwa upande wa wafungaji JKT Tanzania wanaingia wakiwepo, wanaamini kwamba wao wana wachezaji wazuri ambao wanaweza kuwapa matokeo kesho, akiwemo John Rafael Boko pamoja na Edward Songo, lakini opia, wanjani, okipo. Kwa upande wa Yanga nao pia wanaingia uwanjani wakiwepo, wanaamini kwamba wana wachezaji wazuri ambao pia wanaweza kuwapa matokeo ya kuridhisha, akiwemo Stephanie Aziziki, Clement Mzinze pamoja na Prince Mpumelelo Dube.